Ikielekea huko nchini Ukraine, moja ya habari ambayo imekuwa kubwa sana ni habari ambayo watu wengi walikuwa wanasubiria kuona nini kitakuwa bora zaidi ya kingine, na hatimaye maafisa wa Ukraine wameamua kusema ukweli kwamba ndege walizopatiwa za F-16 zimekuwepo hazifui dafu mbele ya ndege za Warusi za SU 35. Haya yanasemwa ikiwa imepita miezi michache tangu ndege hizo zimeweza kupewa kwa jeshi la Ukraine, ambapo unaweza ukasema takribani miezi zaidi ya saba imepita tangu ndege hizo wameanza kuzitumia, lakini matokeo yake ni kwamba wao wanasema F-15 hazina ubora mbele ya kulinganisha na hizi ndege za SU 35, yaani Sukhoi 35. Ndege za SU 35 ni ndege ambazo zipo katika kizazi cha su, ndege za Sukhoi family. Ama na ndege hizi zimekuwa zinazalishwa na Urusi tangu enzi za jumuiya ya Usovieti ambapo kulikopo, kuna SU 11. Hayo ni matoleo ya mwanzo, kukaja SU 15, kukaja SU 24, kukaja SU 25, kukaja SU 30, kukaja SU 34 SU 33 pia ambayo ndio ikafuatia 34 na pia ikaja 35. Na haya matoleo ni kwamba kila toleo la mbele linakuwa bora kuliko toleo la nyuma na hizi Sukoi 35 ni ndege, tunasema kizazi cha nne, na sio tu nne kavu, ni 4++ plus plus. Yani ni kile kizazi cha nne ambacho kiko katikati ya kizazi cha tano na kizazi cha nne. Lakini mbali na hivyo, kuna Sukoi 47, kuna Sukoi 57 ambayo ndo tunayo sasa hivi na Sukoi 75 inayosema kwamba ipo kwenye uh, matengenezo. Sasa ukikaa ukaangalia, unaona kabisa hii Sukoi 35 haiko mbali sana, ni kizazi ambacho eh, ni bora zaidi. Kwa hiyo hii ina ikawa ni moja ya sababu kwa nini Sukoi 35 imekuwa bora zaidi ya F-15 kwa sababu F-15 kwa asilimia kubwa inakuwa ni ndege ambazo kizazi cha nne na zimetengenezwa huko, inasemwa miaka ya 1970 eh mpaka kufikia 1930 mpaka kufikia 1980 1990, matumizi yake yakawa yamepamba moto mpaka leo zimekuwa zinatumiwa na, japokuwa inasemwa kwamba kumekopo, kuna variants ama maboresho kadhaa, ambapo zinaboreshwa ndege hizi na kuwekewa vifaa vya kisasa zaidi, kadri ambavyo teknolojia imekuwa inabadilika, lakini kutokana na muundo wake ambao imetengenezwa ukilinganisha na muundo huu wa F uh, wa SU 35. SU 35 inaweza ikapokea marekebisho mengi zaidi kulikoni F-15 ambavyo marekebisho yake inaweza ikapokea, ambayo unaweza ukasema yenyewe inapokea marekebisho, lakini ni limited kidogo kulikoni uh, SU 35 ya Urusi ambavyo na yenyewe inaweza ikaboreshwa. Kwa hiyo katika mapigano haya angani unaweza ukasema SU 35 imekuwa ni bora, na kama nilivyosema, haya siyo maneno yangu, ni maneno kutoka kwenyewe kwa maafisa wa jeshi la anga la Ukraine. Na ukiangalia, kama nilivyosema, F15 imekopo ina maboresho kadhaa kama eh, F15 EX eh, eh, lakini kuna F15 CS Aya, ambazo hizi zinasema kuwa na rada za kisasa kabisa za AESA au AESA. Kwa hiyo unaweza ukaangalia uka, uka, uka, haya maboresho labda pengine wanasema kama pengine haya ndio angepelekwa Ukraine, pengine yangefua dafu, lakini uh, hata hayo ambayo yame, yameenda ama hizo ndege zimekuwa zinatua ambazo zimeenda, uh, F-15 zilizopelekwa nchini Ukraine zinasemwa zilikuwa zinatumika na mataifa mengine kama vile uh, uh, Finland na mataifa mengine mengi ambayo yameamua yame yao yaweze kuzitoa ndege zao kuzipeleka nchini Ukraine ikiwemo Marekani yenyewe, inasemwa zimeboreshwa, lakini ndio hivyo haziwezi kufua dafu, lakini unaweza elewa kwa nini haziwezi kufua dafu, kwa sababu hii F-15 hii SU35 ina, hata ukiangalia ukubwa wa injini yake uwezo wa injini yake, lakini pia 3D vectoring. 3D vectoring ina uwezo ule wa kufanya ni ile injini iweze kucheza cheza na kuifanya ndege iwe ina uwezo wa kufanya yale e, kuweza kubingirika na kufanya zile sarakasi ambazo rubani inawezo. Ni muhimu sana katika mapigano ya anga kwa anga baina ya marubani wa majeshi mawili. Ndege za Warusi zimekuwa bora hivyo, lakini mbali na hivyo, kitu kingine ambacho kimeongelewa pia ni inawezekana pia uzoefu wa marubani yaani, ule uzoefu na mbinu ambazo marubani hao watakuwa nazo, ambazo sasa mbinu za weza ku mapigano ya angani ni mbinu ambazo zinategemea pia uzoefu wa rubani. Ukikaa ukaangalia marubani wa F15, marubani wa nchi ya Ukraine ambao wanaziendesha hizi ndege hawana uzoefu wa muda mrefu sana, kwa sababu wametrainiwa ndani ya muda mfupi tu. Muda mrefu wenyewe walizoea kuendesha ndege hizi za Kirusi kama SU 25 na ndege nyingine ambazo walikuwa nazo. Kwa hiyo hizi ulizovaleta kwenye F15, ndege za nchi za kimagharibi, kidogo imekuwa changamoto kwao, na kweli wanaweza kuwa marubani, lakini sio wale marubani ambao ni bora kama ambavyo ilitegemea kwa hiyo hiyo inaweza ikawa sababu moja. Huku ukija kwa Warusi, wao tayari ni ndege zao ambazo wamekuwa wanazitumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ndio imeonyesha ime, ime, ime kwamba kwamba hawa Warusi wameweza kuwa kifua wameweza kutoka kifua mbele. Lakini mbali na hivyo pia unaongelea hata katika makombora yale ambayo SU 35 inabeba na makombora ambayo F-15 inabeba. Haya sio makombora tu yale ya kawaida, ni air to air missile, makombora ya angani kwa angani, makombora ya mashambulizi baina ya ndege na ndege, ambayo yametengenezwa ndege moja iweze kushambulia ndege nyingine. Ya Urusi yanasemekana yanaenda umbali mkubwa zaidi, yale makombora yanaita BVR, beyond visual range, ambayo bora inaweza kapiga umbali ambao hata yeye mwenyewe ha haoni kilichoko mbele, bali kinachomua kuwa kinafanya aone huko mbali ni rada za ndege yake. Kwa hiyo katika hili pia SU 35 inasema kuwa bora kwamba ambapo yanaweza yakaenda umbali mkubwa sana, eh, amba, ambapo yanaweza yakaenda umbali mkubwa, na kinachokuwa kinamwezesha rubani kama nilivyosema kuona inakuwa ni kinachokuwa kinamwezesha rubani kuweza kuona huo mbali, e, mrefu ambao macho ya kawaida hayawezi kuona ni rada zake. Kwa hiyo unaweza ukaona kama rada za SU 35 zinasema kuwa ni bora zaidi na zina uwezo wa kusoma zaidi kulikoni rada za F-15. Kwa hiyo anaweza akamuona huyu rubani kwa mbali zaidi kulikoni yeye ambavyo rubani wa F-15 anaweza akamwona yeye, anakuwa hana uwezo huo. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa nini Warusi wa, wa, wametamba na wameweza kutoka kifua mbele, nao wanakuwa na yale makombora ya R77 na makombora ya R37. Hayo ndio makombora ya beyond visual range ambayo wanayatumia, lakini ukija kwa F-15 wenyewe wana yale makombora ya AMRAM, 120 na makombora mengine ambayo wenyewe wanaweza katumia. Kwa hiyo unaweza ukaona beyond visual range Warusi wana advantage, lakini ukija within visual range ambayo rubani kwa rubani wanaonana, ndo hapo kwenye dogfights. Bado SU 35 itakuwa bora kutokana na engine yake lake ambayo ina nguvu zaidi, lakini pia na zile tunasema 3D vectoring ambazo engine hiyo inaweza ikafanya ika, ika, ika, hiyo sifa ya ziada, kwa hiyo hiki